Kwingineko ni kwamba nyuso zenye furaha na bashasha zilishuhudiwa miongoni mwa wakazi wa Basuba, kijiji kilichoko maeneo ya ndani ya msitu wa Boni, Lamu, baada ya wa wahisani kujitokeza na kuwapelekea chakula cha futari. Chakula hiki kikiwafikia wiki moja baada ya runinga ya Citizen kuangazia masaibu yao. Watu hao walilazimika kula matunda ya mwituni kama chakula cha futari katika mwezi huu wa Ramadhan. Runinga ya Citizen ilipowatembelea wakazi wa eneo la Basuba kwenye msitu wa Boni wiki iliyopita, hali ilikuwa si hali, wakazi wakisaga ya matunda ya mwituni na kutengeneza uji ili angalau wapate futari. Madhila ya wakazi hao ambao asilimia mia moja ni waumini wa dini ya Kiislamu yaliwagusa wengi, huku wengi wakijitokeza kwa misaada ya vyakula. Safari ya kupeleka chakula hicho ilianzia kwenye bahari kuu, safari yetu ikianzia bandari ya Mokowe. Tuliwasili Kiangwe, kijiji cha kwanza katika msitu wa Boni, na wakazi hapa wakakabidhiwa futari asubuhi. Jua likichomoza, tuliabiri pikipiki kuelekea Suba kuwafikishia wakazi ruzuku yao. Chakula tulikipakia kwenye lori la maafisa wa GSU wanaoshika doria Basuba. Kama tunavyojua ya kwamba msitu kama huu ni operation area ambao sasa hivi wanajeshi wako katika msitu wafanya operation ile Lindaboni. Kuwa wao wanajitatiti kuenda msituni kutafuta asali, lakini wakipata ile pesa japokuwa ni kidogo pia wanashindwa kufikia sehemu ambapo kuna chakula na wale wote wenye wameweza kutoa ufadhili kwa hawa jamii yetu. la zaidi sisi line tuweza wapatia ni kuwaombea dua. Kufungwa kwa barabara ya Hindi Basuba Kiunga kufuatia tishio la ugaidi ndio ambalo limechangia wenyeji wa Boni kukabiliwa na maisha magumu, wakitegemea tu nguvu za wahisani kuonyoshea mkono kwa kuwapa chakula, dawa na misaada mingine. Kwa hivyo lau hii barabara itakuja kushughulikiwa na tunaomba eh, zile taasisi husika lao itaweza kushughulikiwa, na Mungu ajalie security iwe sawa, basi kutakuwa na uwezo wa sisi na mashirika mengine kupenetrate. Sisi tunaomba sana na wengine waweze kuja kusaidia kwa namna mbalimbali mbali, kuhakikisha Waislamu wenzetu kwa upande huu na wao wanafurahia Ramadhani yao. Ni msaada uliowapa nguvu na matumaini ya kuishi wakazi hapa. Kabla ya kuangazia masaibu yao tulipouzuru kijiji hiki, nyuso za wenyeji zilijawa na masikitiko na huzuni, wasijue watakula nini magharibi inapofika. Jana tulifuturu tuli na uji, lakini nashukuru leo kwa chakula iliyokuja kila mtu atafuturu vizuri. Yote ile ambaye chakula wa watu ambaye wanafuturia Kenya mzima na sisi Basuba Board tumepata Uwez. Uh, Citizen walikuja wakaona. MCA walikuja na MCA wakaaja wakaangalia hii venye tunaishi na chenye tunafuturia, alafu na wao pia wakaona kilio yetu, ili ndio wakazidi kupeleka mbele. Kwa takriban funga kumi na mbili kamwa ndio futari kwa wakazi kijiji cha Basuba, ila kwa leo watabadilisha kwa chapati, mchele, mahamri. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kijiji cha Basuba, kaunti ya Lamu.